Omba rehema na neema ya Mungu ikusaidie kuona kwa jinsi ya rohoni, ikusaidie macho yako ya ndani yaone na yatazame vizuri. Kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa kumi na saba kusoma hadi mstari wa ishirini na mbili, ishirini na moja, ishirini na mbili. Paulo alikuwa anawaambia Waefeso, akawaambia macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mpate kujua. Akaanza kuongea vitu pale, vitu ni vile ni vizito na i vikubwa, ili anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mpate kujua. Kwa hiyo, Mungu alipomuumba mwanadamu, hakuwa na mpango mwanadamu atumie macho yake ya nyama kwenye swala so zima la maisha yake. Alitaka mwanadamu atumie macho yake ya ndani na sio macho yake ya nyama, kwa sababu macho ya nyama yanampeleka mtu upotevuni. Macho ya rohoni yanampeleka mtu kwenye usalama. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akafikia hatima yake kwa kutumia macho yake ya nje kama macho yake ya ndani hayafanyi kazi. Ni afadhali uwe kipofu kwa jinsi ya mwili ila sio kipofu kwa jinsi ya rohoni. Luka sura ya 16, mstari wa 19 mpaka mstari wa 31. Yesu alikuwa anaongea akatoa mfano wa tajiri na Lazaro. Anasema palikuwa na mtu mmoja tajiri, ana kila kitu ila hamchi Mungu. Na mwingine Lazaro aliyekuwa maskini, mgonjwa, ana vidonda, mbwa analamba vidonda vyake. Luka sura ya 16, mstari wa 19 hadi 31. Anasema alikuwa akitamani sote kula makombo anaoka kwenye meza ya bwana wake. Lazaro akafa, akazikwa, akaenda anapoenda. Tajiri naye akafa, akazikwa, Akaenda anapoenda huku. Duniani tunazika miili. Yesu alipotole mfano akasema, tajiri alipokuwa kule kuzimu katika mateso, aliyainua macho yake kwa mbali, akamwona Ibrahimu na Lazaro kifuani kwa Ibrahimu dheni. Akamwambia, baba Ibrahimu, naomba mtume Lazaro achovye kidole chake katika maji, aje anidondoshee japo tone moja katika ulimi wangu, maana anaungua moto. Ibrahimu naye kamjibu Akamwambia, pahali tulipo sisi nanyi hatuwezi kufika, kuna bonde kubwa katikati, hatuwezi kuvuka. Mtu ni watu wawili katika mtu mmoja. Walipokufa wale watu duniani, miili yao ilizikwa, na tunajua miili inaoza. Kwa hiyo, kule alipoenda, mwili hauendi kuzimu, wala mwili hauendi peponi. Kokuya zilienda roho, lakini roho ya tajiri ilikuwa inaongea na roho ilikuwa inaongea, ina macho sababu aliyainua macho yake kwa mbali, akamwona Ibrahimu na Lazaro kwa roho zina macho, roho zinaona, roho zina kinywa pia sababu waliongea, zina masikio walisikilizana, zina miguu ndio maana nasema mtume, zina mikono ndio sasa achoze kidole chake katika maji ndondoshee, kwa zina mikono pia, zina ulimi kwa, zina tumbo kwa hiyo ndani ni asilimia mia moja kama mtu wa nje, na zina akili kwa sababu alikuwa Ibrahim na Lazaro, tajiri aliweza kutofautisha kwamba yule ni Ibrahim, yule ni Lazaro. Angekuwa hana uwezo wa kuchanganua mambo, asingeweza kutofautisha kati ya Ibrahim na, na, na Lazaro, asingeweza kutofautisha ko, alijua alikuwa na ufahamu ko roho pia ina ufahamu. Ukienda kwenye kitabu cha Ibrania sura ya kumi na moja mstari wa tatu unasemaje? basi kwa imani tuwafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Inatuambia nini? Make ni kwamba maisha ni ya rohoni kwanza labda hajawe mwilini. Nasema kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Maana yake vitu vinavyoonekana vilifanywa kwa vitu visivyoonekana, na vitu visivyoonekana ni vitu vya rohoni. kwa ulimwengu wa roho ndio wa kwanza na ni halisi na ni bora kuliko ulimwengu wa mwili. Maanake nini? Pia kila kitu duniani kilianza katika ulimwengu wa roho. Kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vivyo dhahiri, kwa vinavyoonekana vilifanywa kwa vitu visivyoonekana ambavyo ni vitu vya ulimwengu wa roho. Ndio maana sasa, hiyo ikupe picha kwamba mfumo wa kimaisha ambao Mungu aliweka kwa mwanadamu, hakumweka mwanadamu aanzie mwilini, alimweka mwanadamu aanzie rohoni kuja mwilini. The moment unaanzia mwilini umemesa, kwa sababu kama ulimwengu haukuanzia mwilini, ulianzia rohoni, kwa kila kilichomo kinapaswa kuanzia rohoni kwanza kabla ya kuanzia mwilini. Ndio maana ulimwengu wa roho wa Adamu ulipovurugika ulimwengu wake wa mwili ulivurugika. Kwa hiyo ulimwengu wa mwili wa mtu hauwezi kurekebika mpaka kwanza ulimwengu wake wa roho umerekebika. Ndio maana Mungu ikabidi amlete Yesu duniani, kama Adamu wa pili. Yesu aliitwa Adamu pia. Kwa nini aliitwa Adamu? Alikuja kurekebisha kile kilichoharibika. Kiliharibika mahali pa Adamu wa kwanza, akaitwa kama Adamu wa pili kufanya ma mwanadamu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo maisha ya mtu hayawezi akarekebika mpaka kwanza amerekebisha ulimwengu wake wa roho, na kitu cha kwanza ambacho dhambi ilipoingia ilifanya iliua uwezo wa mwanadamu wa kuona kwa jinsi ya rohoni kwanza. Shetani hana time, hana shida kama ukibaki unaona kwa macho ya nje, lakini macho ya ndani yamekufa, wala hana shida.